mina shaitani rajim bismillahir rahmani rahim thumma swalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbishrah li swadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma bad. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, dada zangu katika iman, tutaendelea na darsa yetu na leo hii nitazungumzia kuhusu sababu kumi zinazopelekea kumpenda Allah subhanahu wa taala sehemu ya kwanza. Yeah, yeah, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, yani upendo wake upendo wa yani, wa wale wanaompenda na ujuzi utakao tupelekea yani, sote kwenye mapenzi yake. Rawa al-Bukhari wal Muslim fi sahihihima an Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma qala bainama ana wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharijain min al masjid

Radhiallahu anhum ambaye amesema, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi tulipokuwa tunatoka msikitini, tulikutana na mtu mmoja mlangoni mwa msikiti, akasema: ewe mtume wa Allah, kiama itakuwa lini? Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kumjibu mtu huyo, umemwandalia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Uh, akasema mtu yule kwa hofu sana, mimi sijamwandalia Allah subhanahu wa ta'ala swala nyingi wala saumu nyingi wala sadaka nyingi, bali mimi nampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia mtu yule, basi utakuwa pamoja na umpendaye. wa fi riwayat Anas

Fa ana uhibbu Allah wa rasulihi wa aba Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi a'malihim, yani katika sahih Muslim kutoka kwa Anas bin Malik amesema, ninampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na Abu Bakr radhiyallahu anhu na Umar radhiyallahu anhu na ninataraji kuwa pamoja nao hata kama yani sifani vitendo sawa na vitendo vyao. Dada zangu katika iman, nimeendelea kuelezea yani, sababu hizi kumi zifuatazo ambazo Imam Ibn Al-Qayyim Allah amrehemu amezitaja katika kitabu chake cha yani Madarij Salikin kwa ufupi. Yaani, sababu ya kwanza dada zangu katika imani inayopelekea au itakayopelekea au itaka inayoweza kupelekea, uh, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kuisoma Qur'an kwa kutafakari na kuelewa maana yake na yale yanayokusudiwa nayo. Kusoma kadhalika vitabu vingine vya dini pia ili kuelewa dini vyema ndiyo yoyote anayetaka kusema na Allah subhanahu wataala awe na uhakika naye. Ibn Aljauzi, mwanachuoni mkubwa, Ibn Aljauzi, Allah amrehemu, amesema, msomaji wa Quran tukufu pale anaposoma Quran basi na azingatie jinsi Allah subhanahu wataala amekuwa mpole kwa viumbe vyake katika kufikisha maana na maneno yake kwa uf ufahamu wao, na ajue kwamba anachokisoma si maneno ya mwanadamu, na anapaswa kukumbuka wa ukubwa wa Allah subhanahu wataala ambaye ndiye mzungumzaji ndani ya Quran na atafakari maneno yake. Kadhalika, Imam An-Nawawi, Allah amrehemu, amesema jambo la kwanza ambalo msomaji wa Quran anapaswa kulifanya ni kukumbuka kuwa anawasiliana na Allah subhanahu wataala. Ndio maana mtu mmoja miongoni mwa masahaba wa, ma, ma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam aliyevutia mapenzi ya Allah subhanahu wataala kwa kusoma kutafakari na kuipenda aya moja ambayo ni sura Al-Ikhlas au ku, na, na, na kuipenda sura moja ambayo ni sura Al-Ikhlas, ambayo ina maelezo ya mwingi wa rehma aliye juu. Aliendelea kurudia rudia katika swala yake. E, sura ile alipoulizwa kuhusu hilo alisema, kwa sababu ni maelezo ya mwingi wa rehma na mimi napenda kuyasoma. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwambieni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda. Haya yamepokewa na Imam al-Bukhari. Dada zangu, katika iman tunapaswa kujua kuwa makusudio ya kusoma Qur'an ni kutafakari, na ikiwa tafakari haiwezi kupatikana isipokuwa kwa kurudia rudia aya basi mtu airudie rudie, kama mtume sallallahu alaihi wasallam salam na maswahaba wake walivyokuwa wakifanya kurudia rudia aya swahaba, uh, Abu Dhar Allah awe radhi naye, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisimama usiku mmoja akisoma aya katika sura Almaida aya ya mia moja na kumi na nane in tuadhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta alazizul hakim, ukiwaadhibu basi hao ni waja wako, na ukiwasamehe basi wewe ndiye mwenye nguvu na mwenye kusamehe. waqama tamimu ddari

Sahaba Tamim Adari, Allah amrehe, Allah aweradhi naye, akasoma aya ambayo ni kauli yake Allah subhanahu wataala katika sura Al-Jathiya aya ishirini na moja Au wanadhani wale waliofanya maovu kwamba tutawafanya kama wale walioamini na wakatenda mema, sawa katika maisha yao na kifo chao? Ni maovu kabisa hayo wanayo

La wa la in staadhani laaidhanahu la rawahu Al-Bukhari. Yani amesema Mtume sa wasallam katika hadithi hii tukufu, hadithi Al-Qudsi iliyotoka kwa uh, Allah subhanahu ta'ala, yoyote anemuonea rafiki yangu Ayu, yani yoyote anemuonea rafiki yangu uadui basi natangaza vita juu yake, na mja wangu hanikaribii mimi, mja wangu hanikaribii yani mimi na kitu chochote, yani ninachokipenda zaidi kuliko kile nilichomlazimu mja wangu. Anaendelea kujikurubisha kwangu kwa ibada ambayo mimi nampenda kwa hiari yake, asikiae macho yake yani, yani asikiae yani, macho yake anaya anayaona na mikono- na mkono wake apigao nao na mguu wake anaokwenda nao. Akiniomba bila shaka nitampa, na akinikimbilia bila shaka nitam yani nitampa hifadhi au nitamuhifadhi. Hadithi hii imepokewa na Imam al-Bukhari. Dada zangu katika iman, hadithi hii inaonyesha aina mbili za manusura waliofaulu. Aina ya kwanza ni yule anempenda Allah subhanahu wa ta'ala, na na anayetimiza wajibu wake na anayeshika yani anayeshikamana na mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala, na aina ya pili ni ya yule anayependwa na Allah subhanahu wataala, na jinsi hujikurubisha kwa Allah subhanahu wataala yani baada ya matendo yake ya faradhi kupitia matendo yake ya khiyari. Hivyo ndivyo alivyomaanisha Ibn al-Qayyim, Mwenyezi Mungu awe radhi naye, aliposema Yani, kwani inaongoza kwenye daraja ya kupendwa baada ya mapenzi. Dada zangu katika imani, sababu ya tatu inaepelekea kumpenda Allah subhanahu wataala ni kumkumbuka daima katika kila hali, kwa ulimi moyoni na kwa matendo. Dada zangu katika imani, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amesema Allah subhanahu wataala, ana maa abdi ma dhakarani watahar, wataharakat bi shafatahu Uh, Sahih Ibn Majah, uh, lil Albani, yani amesema mtume sallallahu alaihi wasallam yani kuwa Allah subhanahu wataala amesema, uh, ni yani, mimi niko pamoja na mja wangu madamu ananikumbuka na mdomo wake hutembea nami. Haya yamepokelewa napatikana uh, katika Sahih Ibn Majah, um, waqala llahu taala

Wa, yani walio peke yao wametangulia. nsema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walio peke yao wametangulia, wa wakasema, na ni nani, nani walio faragha, ewe Mtume wa Allah? Akasema wanaume na wanawake wanaomdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Muislam. waqala Waka, sallallahu alaihi wasallam yubayinu khasaratan man la yadhkuru llaha ma yaqudu qawmun maqaadan la yadhkuruna Allaha azza wa jalla wa yusalluna ala nnabiyi sallallahu alayhi wasallam illa kana alayhim hasratan yawma alqiyamati wa in dakhalu ljannata lilthawab. Pia amesema mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea kupotea, yani kwa wale wasiomkumbuka um Allah subhanahu wa ta'ala, kundi la watu kuwa kundi la watu halikai mahali ambapo hawamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa itakuwa ni majuto kwao siku ya Kiyama, hata wakiingia peponi kwa malipo ah. Haya yamepokea na Imam Ahmad. Pia amesema mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea hali ya wale wasiomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, akasema ma min qaumi yaqumuna min majlisin la yadhkuruna llaha fihi illa qamu mithli jifatun himari wa kana lahum hasratan, yani hakuna watu wanaoinuka kutoka katika mkusanyiko ambao hawadhukuru Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wanainuka kama mzoga wa punda na itakuwa ni sababu ya majuto kwao. Kwa haya yanapatikana katika Sahih Sunan Abi Daud. Dada zangu katika iman, kwa hiyo alikuja alikuja yani mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: ay mtume wa Allah, sheria za Uislamu zimekuwa nyingi sana kwetu. Kwa hiyo je, kuna mlango pana ambao tunaweza ku, ku, ku, yani kushikilia? Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia mtu huyo, tengeza ulimi wako kwa kumkumbuka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yanapatikana katika sahih sunan ibn majah. Dada zangu katika iman, masahaba Allah awe radhi nao walielewa amri hii ya Mtume sallallahu alaihi wa, wa salam, na wakaifahamu maana yake adhim kisha, yani, kiasi kwamba Abu Darda radhiallahu anhu akaulizwa, mtu mmoja alitoa nafsi mia moja, akasema nafsi mia moja ni pesa nyingi kwa mtu, na bora kuliko hiyo ni iman yenye kushikamana nayo usiku na mchana. Na ulimi wa mmoja wenyu usiache kuwa na yani, unyenyekevu kwa kumkumbuka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Imam Ahmad radhiallahu an, yani rahimahu Allah alikuwa akisema wale ambao ndimi zao zina unyenyekevu kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wataingia peponi huku wakicheka. Dada zangu katika imani, tutakomea hapo kwa leo na tutaendelea na mada hii katika sehemu ya pili. Shukran jazila wa barakallahu fikum.